Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alayumissalamu. Ah, watukufu watazamaji wa chama tukufu ya Al Hidaya, tuko hapa Handeni katika mtaa huu wa Kilole eh, mkoa huu wa Tanga na leo hapa kuna jambo kubwa la kijana wetu Ustadhi Juma Ahmad Ndevu anataka kufanya mathna na nikisema mathna, bila shaka walio wengi E, mnatambua kwamba ataka kuongeza mke mwingine. Ah, sasa kilichopo tunataka e, kumuhusia e, mawili matatu ambayo yatamsaidia yeye, lakini pia yatawasaidia watazamaji na, e, ustaz usta e, unataka kufanya madhna hii ni katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, wa -ala na, wa -ala. na ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wataala liosema fankihu ma kwaba e, ina nisai mathna e. Kwa hivyo ni katika sunna adhimu, isipokuwa taukuhusia tunakukumbusha kwa sababu tunajua mtu ukishamsomesha huwa anakuwa ameshaoa kabla hajaoa, na huwa anakuwa amekufa kabla hajakufa, kwa sababu yaliyo kwenye kufa ameshayaona. Kwa tunakukumbusha kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema eh, kwamba mwenye kuwa na wake wawili famala ila ihdahuma, akapondokea kwa yule wa pili au mmoja wao jaa ya yauma alqiyama washikuhumailum, atakuja siku ya kiyama hali ya kuwa upande mmoja umeinama. Hii ni kuonyesha kwamba huyo alikuwa akipendelea. Kwa hiyo kajitahidi mwanangu kufanya musawati, eh, kufanya usawa. Tunafahamu kwamba kulu jadidin ladha kila kipya huwa kinakuwa ni kizuri zaidi, kwa sababu unakwenda kumuoa mtu ambaye mwili wake ni mgeni, tabia zake ni ngeni, basi utakuja kuona kucheka kwake ni raha, e, kutembea kwake ni raha. Lakini hilo lisikupelekee wewe ukamsahau yule mke wa zamani. E, yako mengi ya kuweza kuusiwa, lakini ala kuli hali ni kufanya e, musawati